Asante Mungu wetu na Bwana wetu mtakatifu, mtakatifu, Mungu wa Israeli, Mungu wetu mahali pa juu sana palipo inuka. Asante kwa wakati mwingine ambao umetupa neema na kibali tupate kujitafakari neno lako la mfalme wa amani. Tupate kujifunza, ewe Bwana. Tunakushukuru kwa neema yako na upendo wako, Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi wakati tunapoendelea kujifunza, ewe Bwana wetu na Mungu wetu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu tunaomba tukiamini. Amen, amen. Karibu sana rafiki yangu. Tukapate kujifunza kitu kimoja siku ya leo. Leo tutakwenda kujifunza kwa habari ya somo linalosema uwezo wa roho, uwezo wa roho. Uh, tunaishi maisha, uh, wakati mwingine hatujui roho ambayo iliyoko ndani yetu ina uwezo kiasi gani, ina nguvu kiasi gani. Na wakati mwingine tunafanya vitu uh, na tunashindwa kwa sababu hatujairuhusu roho iliyoko ndani yetu iweze kufanya kazi kadri ya uwezo ambao Mungu ali, aliipa. Na ukikumbuka katika kile kitabu cha Mwanzo, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Yule mtu aliyefanywa kwa sura na kwa mfano wa Mungu ni yule mtu wa rohoni, ni yule mtu wa rohoni, ni ile roho ambayo Mungu aliifanya kwa mfano na kwa sura yake. Na ndio maana ukiangalia katika habari za kuumba, Mungu alipoumba, hebu tusome pale Mwanzo, Mwanzo, Mwanzo, kitabu cha Mwanzo moja mwanzo mmoja mstari ule wa ishirini na sita neno la mungu linasema mwanzo moja ishirini na sita mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye, chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi Mungu akaumba mu, mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hapa ndugu yangu tunaona aa, Mungu alimfanya mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Huo mfano ambao alioufanya sio kwa mfano huu ambao tunajua kwamba hii huu uh, mwili tunauona. Mfano ambao Mungu aliumba ni ile roho inayokaa ndani yetu, ni yule mtu wa rohoni. Mtu wa rohoni ndiye aliye mfano na sura ya Kimungu, ndiye aliye mfano wa sura ya Kimungu. Na ndio hiyo, ukijua uwezo wa roho iliyoko ndani yako, una uwezo wa kufanya mambo makubwa na ajabu sana katika hii dunia, mambo ambayo yataishangaza hii dunia. Watu waliojua uwezo ulioko ndani yao uwezo ulioko ndani yao, uwezo wa roho iliyoko ndani yao, watu waliojua na kutambua, wamekuwa watu wakuu sana, wamefanya vitu vikubwa sana kwenye hii dunia, wamefanya vitu ambavyo vimeleta mabadiliko makubwa sana kwenye hii dunia. Roho iliyoko ndani yetu, roho iliyoko ndani yangu, roho iliyoko ndani yako, ina uwezo mkubwa sana kuliko vile ambavyo hata tunaweza kufikiri na ku na kujua na unapotambua, ukitambua uwezo wa roho iliyoko ndani yako utafanya vitu vikubwa sana rafiki yangu, utafanya vitu vikubwa sana rafiki yangu. Kuna watu wamekuwa wakijizalau na kujiona kwamba wao hawafai tena, wao ya, yani, wanaona kwamba kuna watu ndio wanaweza kufanya vitu fulani ila wengine hawawezi. Hapana, ni mtu hajatambua uwezo wa roho iliyoko ndani ndani yake. Pale unapotambua uwezo wa roho iliyoko ndani yako, utafanya vitu vikubwa sana. Kitu cha kwanza vitu ambavyo anatakiwa ujue kwamba uwezo wa roho ambayo iliyoko ndani yako ni vipi? Cha kwanza ni hiki, roho huwa haikosei. Roho huwa haikosei. Ushahidi uh, ni kwenye kitabu cha Wagalatia 5:16, Wagalatia 5:16. Neno la Mungu linasema basi enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Enendeni kwa roho, kwa sababu roho inajua. Ni namna gani mtu unaweza ukashinda tamaa za mwili, ni namna gani mtu unaweza ukaepuka vishawishi ambavyo vinasababishwa na mwili. Roho inajua, roho inajua ni namna gani unaweza ukafanya ili uweze kuishi maisha mazuri, ni namna gani unaweza ukaishi ili utimize kusudi lako. Roho inajua, haikoseaji roho, kwa sababu Mungu hakosei. Mungu hakosei, Mungu hakosei, ila roho ikiwa ikiwa mtu akiwa amejitambua uwezo ambao Mungu kaweka ndani yake hawezi akakosea, kwa sababu ile roho iliyoko ndani yake ni mfano na sura ya Mungu. Roho huwa haikosei, na ndio maana hapa Biblia inasema enendeni kwa roho, kama hamtazitimiza tamaa za mwili. Kwa hiyo ukiona kuna vitu vingine unavifanya Uh, ukasema hakuna anayeweza kuishi kama mimi, hakuna anayeweza kuishi bila kufanya hivi aujue, uh, ameamua tu mwenyewe kuto kuishirikisha roho yake na kuto kuipa ushirikiano roho yake katika kufanya maamuzi na kuamua. Lakini, lakini pia kitu anachotakiwa kujua ambacho kiko ndani ya roho yako, uwezo wa roho ambao mwingine, roho ambayo inayo, roho iliyoko ndani yako, uwezo ilionao mwingine ni kuwa roho haichoki, roho huwa haichoki. Uh, ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 26 na ule mstari wa 41, neno la Mungu linasema kesheni, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iladhi, lakini mwili ni dhaifu roho iradhi, maanake roho yenyewe iko tayari muda wote, iko tayari kufanya muda wote kufanya kazi muda wote. Ndio maana roho haichoki, roho haichoki, iko tayari kufanya, iko active kufanya, kufanya kama vile Mungu wetu ambavyo hachoki tunaambiwa Mungu wetu hachoki halali wala hasinzii, na roho vivyo hivyo, roho haichoki wala hailali wala haisinzii. Na ndio maana mwili unaweza ukasinzia unaweza ukalala, lakini roho yenyewe bado iko macho. Na ndio maana kuna wakati unajikuta unaota mahali fulani, fulani, fulani, uko mahali fulani unafanya kitu fulani, umeenda sehemu fulani, sijui huko nini kwa sababu ya ile roho iliyoko ndani yako, yenyewe haina tamaduni ya kulala, haijuagi kulala. Roho haijui kulala, haijui kitu kinachoitwa kulala. Roho hailali, roho wala haichoki Roho haichoke yaani, yenyewe iko active muda wote kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo ukijua ule uwezo wa roho iliyoko ndani yako, utaweza kufanya vitu vikubwa kwenye hii dunia. Utaweza kujua namna gani ya kuishi na kufanya mambo ambayo yataleta mabadiliko makubwa kwenye hii dunia. Wewe sio mtu wa kawaida kama ukitambua uwezo wa roho iliyoko ndani yako. Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano na sura yetu, maanake ile ule uwezo ulioko ndani ya Mungu kwamba yeye hachoki wala halali wala hasinzii, ndivyo na roho yako iliyoko ndani yako ilivyo, ndivyo na roho ilivyo kwamba roho huwa haichoki, na ndio maana hapa tunathibitishiwa na maneno ya kwamba roho iladhi lakini mwili ni dhaifu. Mwili utachoka, mwili utasikia hofu, mwili utaumwa, mwili utafanyaje. Na ndio maana wewe ukiumwa sio roho imeumwa, ni mwili ndio unaumwa. Wewe roho haiwezi ikaumwa, roho haiwezi kaumwa, roho wala haipatwi na magonjwa, lakini mwili ndio unaopata na magonjwa, mwili ndio unaokufa. Roho haifi roho haifi. Zingatia hili ndugu yangu, roho huwa inakoseshwa na mwili ikiwa ikiwa mwili utakuwa na nguvu kuliko roho. Roho huwa inakoseshwa na mwili, roho huwa inakoseshwa na mwili ikiwa mwili utakuwa na nguvu kuliko roho. Na ndio maana ukikosea, huwa unajisikia kuumia, huwa unajisikia kuhuzunika, huwa unajisikia kwa nini nilifanya hivi, kwa nini nilikuwa hivi, yaani roho huwa inakosea pale ambapo mwili umekuwa na nguvu kuliko roho, kwa sababu roho iko ndani ya huo mwili, lazima na yeye inajumuishwa kwenye hilo kosa. Kwa nini hukuweza kuzuia mwili usifanye hicho ilichokifanya? Kwa nini? Kwa hiyo roho inakosea, na ndio maana siku ya hukumu Mungu anasema tutahukumiwa, kitakachohukumiwa sio mwili wako kitakachohukumiwa sio miguu yako, wala mikono yako. Ni roho yako na nafsi yako ndivyo vitakavyohukumiwa, kwa sababu vyenyewe havifi wala haviharibiki. Roho haifi wala haiharibiki, kwa hiyo yenyewe ndio itakaohukumiwa. Na ndio maana tunaambiwa ule moto utakaokuwa kule jehanamu ni wa milele, kwa sababu ile roho imeumbwa kwa umilele haifi, haifi. Ndio maana tunaambiwa ule moto ni wa milele, haifi roho. Kwa sababu roho haifi, ndio maana ule moto tunaambiwa ni wa milele. Watu watakuwa wanateketea milele na milele, watu watakuwa wanaungua milele na milele, hawaishi, lakini maumivu wanayasikia, ila kuisha hawaishi, hawateketei, kwa sababu roho haifi wala haiteketei. Roho inaishi milele na milele roho inaishi milele na milele, ila huu mwili wa damu na nyama wenyewe unakufa, unaoza, unateketea kabisa. Hata tukisema tuuchome sasa hivi unateketea kabisa, lakini roho haiwezi kufa wala kuteketea. Kwa hiyo ndiyo maana roho, nakwambia, roho huwa haichoki wala roho haifi. kwa hiyo rafiki yangu, jihadhari sana namna unavyoishi namna unavyoenenda, jua uwezo wa roho iliyoko ndani yako. Unao uwezo wa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu unao uwezo wa kuishi maisha matakatifu ikiwa utairuhusu roho yako kuwa na nguvu kuliko mwili wako, kwa sababu roho, kwa sababu hiyo roho haitaki kukosea. Mara zote roho hushindana na mwili, roho hushindana na mwili ili isikosee. Hiyo tutajuaje? Ukisoma Wagalatia tano, Wagalatia tano mstari wa 17 Wagalatia tano mstari wa 17 neno la Mungu linasema kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho na roho kushindana na roho kushindana na mwili kwa maana hizi zimepingana hata muwezi kufanya mnayotaka. Biblia inasema kwa, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho na roho hushindana na mwili kwa sababu roho siku zote haitaki kukosea, haitamani kukosea. Ndio maana unaona inajaribu kushindana na mwili ili isikosee. Lakini kwa sababu siku zote mwenye nguvu ndiye anayeshinda, siku zote mwenye nguvu ndiye anayeshinda. Kwa sababu roho haina nguvu ya kutosha kuweza kushinda mwili, ndio maana unakuta roho siku zote inakuwa inashindwa, roho siku zote inakuwa inashindwa. Watu wengi sana wanasema, nimejaribu kufanya moja, mbili, tatu, ninashindwa, ninajaribu kufanya hiki, ninashindwa. Kwa sababu ni roho inakuwa inajaribu kufanya hivyo, ila mara zote umekuwa ukiulisha mwili, lakini unaisahau roho, unasahau roho. Ili mwili uwe na nguvu unahitaji ule chakula. Tena tunaambiwa tunashauriwa, tule mlo kamili na tunashauriwa pia tule milo ambayo inatosheleza mwili yetu kuwa na nguvu, unywe chai, ule chakula cha mchana, ule chakula cha usiku, ili mwili wako uwe na afya nzuri, uwe na nguvu. Ndio maana tunashauriwa namna hiyo, lakini tunasahau kwamba kuna roho iliyoko ndani yetu na yenyewe inahitaji chakula. Roho iliyoko ndani yetu na yenyewe inahitaji kuwa na nguvu, ili iweze kuwa na nguvu ya kushinda mwili pale panapotokea mashindano kati ya mwili na roho, hii roho yako iweze kushinda inahitaji kuwa na nguvu, inahitaji kuwa na nguvu. Na hiyo nguvu roho yako inapataje? Roho yako inapata ili iweze kuwa na nguvu, nimekwambia, inahitaji chakula. Chakula cha roho ni nini basi? Chakula cha roho ni neno la Mungu na maombi. Chakula cha roho ni neno la Mungu na maombi. Ndio maana Biblia inatuambia neno langu likae kwa wingi ndani yenu, neno langu likae kwa wingi ndani yenu. Kwa hiyo neno likikaa kwa wingi ndani yako maanake roho yako inakuwa ina nguvu, inakuwa ina nguvu, inakuwa ina nguvu ya kushinda mwili. Hata unapokutana na vitu ambavyo vya kukutamanisha na kukufanya uishi maisha yasiyompendeza Mungu, ukosee kosee, ukose, ufanye vitu visivyofaa, roho huwa inasimama na kuwa imara na kuzuia na kudhibiti mwili wako ili usiweze kukosea. Lakini pia chakula kingine cha roho yako ni maombi, maombi. Biblia anatuambia kesheni mkiomba, msije mkaingia majaribuni. Kesheni mkiomba, msije mkaingia majaribuni. Kwa nini anatuambia tukesha tukiomba? Kwa sababu anajua kadi tunavyoongeza na kuwa na bidii ya kuomba, ndivyo roho yetu inavyokuwa ina nguvu. Sasa wengine tunakesha tukila chakula cha mwili na damu na nyama, ili mwili wetu huwe na nguvu na afya njema, tunasahau kukesha tukiomba na kusoma neno la Mungu ili roho yetu iwe na nguvu kiasi kwamba panapotokea mashindano kati ya roho na mwili roho iweze kushinda, ili tuweze kuishi maisha ya kuto kukosea na tuweze kuishi maisha ya kuto kuchoka, ya kuto kukata tamaa, ya kuto kujisikia hatufai tena. Na ndio maana kuna wakati mwingine mtu anafika mahali anajiua. Mtu anapofika mahali pa kujiua ni kwamba mwili wake umekuwa na nguvu kuzidi roho. Roho haiwezi kutamani kuharibu ku, ku, mwili Roho haitamani kwamba mtu ajiue, ajinyonge, haitamani. Lakini kwa sababu mwili tayari umeshakuwa na nguvu kuliko roho mwili unafanya maamuzi kuliko roho inavyotaka kuamua, na ndio maana mtu anafikia hatua anajiua, anajinyonga, anakunywa sumu, anafanya kitu cha ajabu, anaua mwenzake. Hiyo yote ni kwa sababu roho tayari ina nguvu, mwili tayari una nguvu kuliko roho. Ndio maana anashindwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Uwezo wa roho. Usisahau tuko tunajifunza kwa habari ya uwezo wa roho iliyoko ndani yako, na hiyo roho imeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Maana yake roho haichoki wala roho roho haichoki, nimekueleza hapo mwanzo kwamba roho huwa haichoki pia, roho haikosei roho huwa haichoki pia, roho huwa haikosei. Aa, ili roho isikosee na isichoke inahitaji kuwa na nguvu kuliko mwili wako, inahitaji kuwa na nguvu kuliko mwili wako. Na ili roho iweze kuwa na nguvu kuliko mwili wako inahitaji chakula kama vile ambavyo mwili wako unaupatia chakula bora, lishe bora, ili ili mwili wako uwe na nguvu, vivyo hivyo na roho yako inahitaji kuwa na nguvu, inahitaji kuwa na nguvu, inahitaji kula chakula ili iweze kuwa na nguvu. Na chakula cha roho ni nini? Chakula cha roho ni neno la Mungu pamoja na maombi, neno la Mungu pamoja na maombi. Hicho ndicho chakula cha roho, neno la Mungu pamoja na maombi. Uh, utasemaje, kwa nini roho iwe na nguvu kuliko mwili Uh, ukisoma Wagalatia, ukisoma Timotheo moja Timotheo moja sura ya nne na ule mstari wa nane Timotheo moja sura ya nne na mstari wa nane neno la Mungu linasema, Timotheo moja sura ya nne mstari wa nane neno la Mungu linasema kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo kwafaa kidogo. Yani, kujizoeza kupata nguvu za mwili kwafaa kidogo. Kwa nini kwafaa kidogo? Kwafaa kidogo ili uweze kuishi, ili upate nguvu za kufanya kazi, ili upate nguvu za kwenda hapa na pale, ili upate nguvu za kuongea, ili upate nguvu yani, kwafaa kidogo, lakini anaendelea nasema, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote, yani Una, unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao utakaokuwapo baadaye. Utaua wafaa yani, utaua wafaa yani, roho yako kuwa na nguvu kuliko mwili, kwa faa sana. Ku, yani kwa faa sana roho yako iwe na nguvu kuliko mwili. Yani, unatakiwa uilishe sana roho yako kuliko unavyoulisha mwili wako ili roho yako iwe na nguvu kuliko mwili. Wakati yanapotokea mashindano kati ya mwili na roho, roho iweze kushinda, na roho inaposhinda, ndipo unapofanikiwa ndipo unapoendelea mbele. Ndio maana hapa inaendelea nasema, maana lakini utauwa hufaa kwa mambo yote, yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakaokuwapo baadaye. Roho yako ikiwa na nguvu, rafiki yangu, kuna mambo ambayo utanufaika nayo Roho yako ikiwa na nguvu rafiki yangu, kuna mambo ambayo utanufaika nayo. Moja ya mambo hayo utakayo nufaika nayo ni kwamba hautakosea kosea katika yale yote unayoyafanya, yani hautakuwa mtu wa kukosea kosea, kosea, kosea. Sio biashara? Hautakosea kufanya biashara. Hautakosea kosea. Utasema utaanza biashara hii mara umeacha, unakuta unapata hasara. Unafanya hivi kwa sababu umeamua kwenda kimwili, umeamua kufuata mwili, haujafata roho. Ila ukifuata roho hautakosea kosea, hata biashara zako, hata katika jambo lolote lile utakalolifanya, roho itakuelekeza ni namna gani ufanye, ni kitu gani ufanye, ni kitu gani sahihi ambacho unatakiwa kufanya. Roho itakuelekeza, roho itakuelekeza. Hautakuwa mtu wa kukosea kosea, hautakuwa mtu wa kukosea kosea kila utakalotia mkono kufanya litafanikiwa. Watu wengi tunakuwa tunautumia sana huu mstari, kila nitakalotia mkono kufanya litafanikiwa, wakati hawajaitumia ile nguvu ya roho, wakati hawataki kuishirikisha roho, hawataki kutumia uwezo wa roho, wanatumia akili zao kufanya mambo alafu wanataka kila wanalotia mkono kufanya lifanikiwe. Rafiki yangu, hauwezi ukafanikiwa kwa kila unalotia mkono kufanya ikiwa hilo jambo umelifanya kwa kimwili, haujaishirikisha roho, haujataka kutumia ule uwezo wa roho. Mungu atahakikisha kwamba wewe unafanikiwa, ikiwa utaamua kuutumia uwezo wa Roho. Ile roho iliyoko ndani yako ya uungu, ukiamua kuitumia ipasavyo, Mungu atahakikisha kila unaotoa mkono kufanya linafanikiwa, kwa sababu roho iliyoko ndani yako ni mfano na sura ya Mungu. Roho haikosei, kila utakaotia mikono kufanya litafanikiwa. Roho haikosei, itakuongoza, itakuelekeza nini cha kufanya na nini usifanye, mahali gani pa kwenda na mahali gani usiende, kitu gani cha kuongea, kitu gani usiongee. Roho itakufundisha. watu wengi sana hata kwenye familia kwenye ndoa wanajikuta ndoa zao zinaingia migogoro zinashindwa kuendelea wanashindwa kuwa na amani na furaha kwa sababu wanaenda kimwili hawajataka kuzishirikisha roho zao zipate kuamua katika yale yaliyoko mbele yao ndio maana unakuta changamoto zinakuwa nyingi wanashindwa kufikia mwafaka wanapokutana kwenye wanapokuwa kwenye marumbano wanapokuwa kwenye changamoto wanashindwa kufikia mwafaka kwa sababu wanaenenda kwa kimwili hawaenendi kwa roho wamezi wame husu mwili huwe na nguvu kuliko roho. Ndio maana unakuta wanakosea kosea kila mara, wanaingia kwenye ma, migogoro migogoro kila mara, hawana amani, wanakosa amani kila wakati. Wameshindwa kutumia ule uwezo wa roho ambayo roho haikosei, roho haikosei. Wameshindwa kutumia huo uwezo na wanajikuta wanaenenda kimwili, kwa sababu hawajataka kuishirikisha roho na hawajataka kuipa nguvu roho ya kutosha, ili iwasaidie katika maisha yao. Rafiki yangu, ukiwa na nguvu ya kutosha roho yako ikiwa na nguvu ya kutosha kuliko mwili, utakuwa mtu ambaye haukosei kosei kwenye mambo yako unayoyafanya, katika lile jambo lolote lile unalolifanya hutakosea, hutakuwa mtu wa kukosea kosea, hutakuwa mtu wa kukosea kosea. Uh, jambo lingine ambalo utanufaika nalo ikiwa roho yako itakuwa na nguvu kuliko mwili, hautachoka, hautachoka kufanya unachofanya, hautachoka kufanya unachofanya mpaka uone matokeo. Watu wengi sana wamekuwa wakianzisha vitu alafu, baada ya siku chache tu, wanaacha hawaendelei. Kwa sababu gani? Miili imechoka, haioni mbele, haioni kesho kama kuna manufaa, haioni kama kuna matunda, wanachoka, wanaacha, wanakata tamaa na kumbe pale alipokatia tamaa angeongeza bidii mbele kidogo, angeweza kufanikiwa. Na hiyo yote ni kwa sababu ametumia nguvu za mwili. Mwili unachoka, mwili unachoka, lakini ukitumia nguvu za roho, roho yako ikiwe na nguvu, hata kama kitu bado miaka kumi ili kiweze kufanikiwa, roho yako itakwambia endelea mbele, usiogope, endelea mbele, lazima ufanikiwe, lazima utoboe, lazima ufikie mahali unapopataka, endelea. Roho haitakuruhusu wewe uchoke kwa sababu roho haichoki.

Kwa hiyo hata na wewe katika mambo yako utakaokuwa unayafanya, ikiwa roho yako itakuwa na nguvu kuliko mwili, utaweza kustahimili na kuvumilia hata katika nyakati ngumu na mazingira magumu, utaweza kustahimili. Utasema, hata kama leo ninapitia hivi, kesho yangu najua itakuwa nzuri kuliko leo. Hata kama nina hali ya namna hii, najua kesho mambo yatakuwa mazuri kuliko leo. Hiyo ndiyo roho ilivyo, ndivyo roho ilivyo, inatenda kazi kwa namna hiyo. Haichoki, haichoki wala haikati tamaa, haikati tamaa, haikati tamaa. Ukiwa na nguvu, roho yako ikiwa na nguvu kuliko mwili, hautakuwa mtu wa kukatakata tamaa, hautakuwa mtu wa kujilaumulaumu, hautakuwa mtu wa kuhofia na kuogopa na kusema kama hii imeshindikana basi, kama mimi imeshindikana basi. Kuna wengine wao wanasema ah, ila mimi, mimi ningekuwa nani niweza kufanikiwa kama fulani alishindwa na fulani akashindwa, mimi nitaweza? Mimi nisingeweza, hata mimi, hamna shida. Roho haiko namna hiyo, roho haiko namna hiyo. Roho yenyewe inasema hapa inawezekana, inawezekana, haijalishi ni nani kasema, ni nani kafanya. Tunamwona hata Daudi wakati anaenda kupambana na Goliath. Daudi hakuangalia kwamba wenzake walikuwa ni majemadari kiasi gani wameshindwa kupi, kupigana na Goliath yeye aliyenenda kwa Roho, vita vile alivifanya kwa Roho, hakuvifanya kwa mwili, kwa sababu mwili ungeogopa, asingeweza kuendelea mbele, angekata tamaa. Na yeye baada ya kumwona Goliathi angeogopa, lakini kwa sababu alijua vita vyake si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wakuu wa giza na wafalme wa anga akamwendea Goliati kwa ulimwengu wa roho, akasema ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Hakuwa yeye katika mwili, alikuwa yeye katika roho. Ndio maana akajua kabisa Goliati huyu ni kama tu mbwa, akamwendea Goliati na jiwe na akamteketeza, akamwangamiza. Huo ndio uwezo wa roho. Ukijua roho iliyoko ndani yako ina uwezo kiasi gani, hakuna chochote kitakachokuogopesha, hautakata tamaa kwa namna yote ile. Hakuna mazingira yatakao kukatisha tamaa, utaendelea mbele, utasonga mbele, utasema inawezekana. Hata kama wengine wameshindwa, mimi nitaweza. Hata kama hakuna njia, ila njia mimi naiona njia, naiona njia, naiona. Tunawaona wana wa Israeli, wale watu kumi na mbili walivyotumwa kwenda kuipe eleza nchi. Uh, watu kumi wakaja na majibu kwa kuwa wao walienenda kimwili, wakawaona wale watu ni watu ni majitu tena yanakula watu, wao wakajiona kama panzi lakini wakina Joshua na Caleb wao walienenda kwa roho, wakaona katika ulimwengu wa roho kwamba ile nchi tunaimiliki. Wale watu wale watu wale watu sio kitu kwetu. Wale watu wale watu sisi tunawateketeza, tunawaangamiza. Watu ambao wameenenda kwa roho, watu wanaoenenda kwa roho wanaona mambo kwa roho, hawayaoni mambo kwa jinsi ya mwili. Rafiki yangu ukiyatazama mambo kwa jinsi ya mwili, hautatoboa kwenye hii dunia, kwenye huu ulimwengu hautoboi. ukiyatazama mambo kwa jinsi ya mwili hautoboi. Mambo yanaogopesha, maisha yanaogopesha, mazingira yanatisha. Kuna mahali pengine watu wanakuambia hapa hapawezekaniki, hapa hapawezekaniki, lakini ukienda kwa jinsi ya roho kila kitu kinawezekana kwa sababu roho haikosei, roho haichoki wala haikati tamaa. Ukiwa na nguvu kuliko roho yako ikiwa na nguvu kuliko mwili wako, utaweza kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Utaweza kulitimiza kusudi la wewe kuwepo duniani. Utaweza kuishi maisha ya utauwa na haki, hata baada ya maisha haya utaurithi uzima wa milele. Huenda rafiki yangu uh, unatamani neema ya Mungu ikujaze nguvu ya kutosha katika roho yako ikupe neema ya kuwa na bidia kusoma neno na kuomba ili roho yako iwe na nguvu ya kutosha kuliko mwili wako, ili roho yako iwe na nguvu kuliko mwili wako. Huenda unatamani rafiki yangu uwe na nguvu za rohoni, roho yako iwe na nguvu kuliko mwili wako. Huenda unatamani rafiki yangu una, pengine umejaribu kujitahidi kuweka bidii yako, imeshindikana, au pengine haujawahi kujaribu, lakini unatamani na wewe Mungu akujaze nguvu, akupe nguvu katika roho yako inayozidi mwili wako ili usiwe mtu akukosea kosea. Rafiki yangu, nitaenda kuomba na wewe saa hii, ambaye unatamani kabisa, uh, Mungu akujaze nguvu ili roho yako iwe na nguvu kuliko mwili wako. Unatamani rafiki yangu uweze kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, uweze kuishi maisha ambayo si ya kulalamika, maisha ambayo si ya hofu wala mashaka. Unatamani rafiki yangu usiwe mtu wa kukata tamaa unatamani rafiki yangu usiwe mtu wa kuchoka tu kirahisi rahisi. Unatamani rafiki yangu usiwe mtu ambaye wa kukatishwa tamaa. Unatamani uwe mtu ambaye ukisimamia kitu, ukifanya kitu kinafanikiwa. Unatamani uwe mtu wa namna hiyo, nitaenda kuomba na wewe. Nitaenda kuomba na wewe rafiki yangu, nitaomba unifatishe maombi haya, wewe ambaye unatamani Mungu akujaze nguvu katika roho yako, wewe ambaye unatamani roho yako iwe na nguvu kuliko mwili wako ili uwe mtu wa ushindi ili uwe mtu wa kushinda siku zote. We unayetamani namna hiyo, naomba unifatishe maombi haya, naomba unifatishe maombi haya. Sema e hey, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Nimelisikia neno lako, nami nimetambua ya kuwa ni dhaifu, ni mnyonge. E hey, Yesu ninakuja kwako, naomba unirehemu, naomba unisamehe dhambi zangu zote. Bwana wangu Yesu, ninaomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninakubali wewe Yesu Kristo kuwa wewe ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kuniponya. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen, amen, amen, amen. Omba nami pia maombi haya Sema, e Bwana Yesu, ninakuomba unijaze nguvu ndani ya roho yangu inayozidi nguvu ya mwili wangu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nijaze nguvu roho yangu iwe na nguvu kuliko mwili wangu, ili niweze kufanya mambo ambayo e Bwana yatakayonipeleka katika kusudi langu. Nijaze nguvu ambayo itanisaidia kuwa mtu ambaye si wa so kukata tamaa nijaze nguvu ambayo itanisaidia kuwa mtu ambaye sio wa kukosea kosea. Naomba unijaze nguvu, e Bwana, nipe neema yako ya kuwa na bidii ya kusoma neno, nipe neema yako ya kuomba kukesha, nikiomba kila wakati, kila mahali. E Bwana, naomba neema yako itakayoniwezesha kujaza nguvu ya roho yangu, iwe na nguvu kuliko mwili wangu. Sitamani kuwa mtu akukosea kosea, sitamani kuwa mtu akukata tamaa, sitamani kuwa mtu akurudi nyuma, sitamani kwa mtu asiye na maana kwenye hii dunia. Nahitaji kuwa mtu wa matokeo katika hii dunia. Asante Yesu wangu na Bwana wangu kwa kwakua unanipenda, kwakua umeniokoa, kwakua umenitia nguvu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba nikamini. Amen, amen, amen, amen. Asante Bwana wangu na Mungu wangu, ninakushukuru kwa ajili ya wote ambao Bwana wamekubali kupokea Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yao. Ninakushukuru kwa kuwa, Mungu umeachilia neema ya nguvu yako ndani ya roho zao, itakawawezesha kuishi maisha ya utauwa na haki na uaminifu e Bwana, itakawawezesha kuwa watu wenye nguvu e, e Bwana, Bwana itakawawezesha kuishi maisha matakatifu e Bwana. Ninakushukuru Mungu wangu na Bwana wangu kwa kwa, kwa kuachilia nguvu ndani ya roho zao itakawawezesha kuwa watu wa kuto kuchoka na kukata tamaa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante kwa neema yako na upendo wako e Bwana. Asante kwa nguvu zako e mfalme wa amani, ambazo umedhihirisha juu ya maisha yetu na katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakushukuru bwana wangu na mungu wangu, kwa kuwa sifa, heshima na utukufu ni vyako, we Mungu, tunakurudishia we Mungu, maana unastahili sasa na hata milele. E Bwana, nimeomba nikiamini. Amen, amen.